Hongera hey, sana kwa kuwa na interest ya kutumia collagen. Honestly, collagen is a product ambao watu wengi wameitumia na wamekuwa kiona matokeo na wanapenda. Yaani within two weeks unakuwa umeshaanza kuona jinsi ambavyo ngozi yako inang'aa, jinsi ambavyo unapata ile mng'ao kutoka ndani. Umeona, kwa sababu collagen inachofanya pia inasaidia ku hydrate ngozi yako. Mwili una uwezo wa ku produce collagen lakini pia jinsi ambavyo tunazidi kukua, kuzeeka, okay? Collagen uwezo wa mwili kutengeneza collagen unapungua na pia collagen inapungua mwili. So, ndio maana unatakiwa kutumia supplement. Now, kuna aina nyingi za collagen ambazo ziko kwenye market. Tofauti ya Forever product, kwanza sio tu collagen, ni kwamba Forever wakiamua kuleta product kwa sababu wamefanya research ya hali ya juu, na ndio maana with our collagen within wiki mbili tunakuwa tunapata matokeo mazuri, unaanza kuona, unaanza ngozi yake bold that. collagen ya Forever ni pak kama hii, humu ndani kuna sachets 30 kama unavyoona. Okay. Kwa hiyo unatumia kwa mwezi mzima, na ndio ninasema kwamba ndani ya wiki mbili unakuwa umeshapata matokeo mazuri, na sachet ni kama hii hii. Hapa ni ya kwangu mimi mwenyewe ambao ninatumia, and kwa kweli ninapenda sasa hivi jinsi ambavyo ngozi yangu inang'aa, you know, japo mimi na ngozi kavu sana. kwa unaifungua una, una, una, una tu kama hivi, and then mimi kwa kweli nainyonya tu kama ilivyo iko kama hivi Okay. Kwa hiyo uzuri wa Forever Collagen ni kwamba iko very concentrated in a lot of nutrients ndani yake, madini minerals, lakini mudani ina biotin pamoja na zinc na vitamin C. Kwa hiyo collagen ya Forever ni rahisi na mwili wako kuweza kuichukua ama kuiabsorb na tunasema ni hydrolyzed. Ndio maana ni rahisi kwa mwili wako kuweza kuchukua. Um, hii collagen ni liquid kama unavyoiona hivi. Hii um, ni meals 15 basically. Lakini meals 15 ambapo ukinywa kila siku kwa siku 30, I'm telling you, hauta yani you will not recognize yourself. Yani, na inasaidia kwenye kuondoa zile fine lines, kwenye kuhakikisha kwamba kuanza ile makunyanzi makunyanzi, lakini inasaidia kwenye ngozi, kwenye kucha, kwenye nywele and all that. Kwa hiyo um, na kama unavyoona sio kama hivi zingine ambazo unahitaji kuanza, ni powder, unaikisha kwa powder maisha again, you know um, uwezo mwili kuweza kuyatopia na kuwa changamoto kidogo. Kwa hii ni liquid form hydrolyzed and and um um it, it's it's it's, the best collagen just let me just say and, um, yeah so maybe personally ea wagana mix na Berinetta. Okay, so Berinetta like, oh. and, um, na, kwa sababu na nawashauri wanawake kuanzia miaka 30 35 na kuendelea kwa kuhakikisha kwamba wanatumia Berineta. Kwa kweli Berineta ni muhimu sana kwa sababu itakusaidia sana kwenye kwa kuhakikisha kwa kwamba afya ya uzazi ya mwanamke iko vizuri. Okay, mm, it's so nice.